EWURA kama moja ya taasisi za serikali tunashiriki katika Wiki ya Utumishi wa Umma mwaka 2025, ambalo kimsingi kama sehemu ya taasisi za serikali tunalenga kuboresha huduma ambazo tunazitoa kwa wateja wetu na sisi kama mamlaka tunahusika na masuala ya mafuta, masuala ya maji, masuala ya umeme pamoja na masuala ya gesi asilia katika masuala ya udhibiti. Kama sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali, tunajibidisha katika kuhakikisha kwamba huduma zinapatikana katika viwango vinavyotakiwa kwa wananchi ambao tunawahudumia. Kama mnavyofahamu huduma ambazo ule unazisimamia zinahusu maisha ya watu. Unapoongelea maji, unapoongelea mafuta, unaongelea maisha ya watu. Kwa hiyo kama sehemu ya kuboresha utoaji wa huduma na katika ushiriki wetu mahali hapa, moja ni kuhudumia wananchi kutokea hapa hapa. Ninapoongea tuna mifumo yetu yote ambayo, ambayo tunaitumia katika kufanya maamuzi ikiwemo mifumo yetu kama rois ambapo uh, wananchi ambao wako mahali hapa wanaweza wakaja wakahudumiwa na timu yangu ya wataalamu ambao wako mahali hapa. Na niseme tu kwamba hivi karibuni tumeboresha sana mifumo yetu ya utoaji huduma ili kuendana na kauli mbiu ya serikali ya kwamba tuende katika mifumo ya kidijitali ili kuimarisha uwajibikaji sasa hivi wateja wetu mfano wa leseni hawahitaji kuja ofisini ili kuweza kupata huduma. Huduma zetu zote zinapatikana kwenye e, mtandao wetu au kwenye website yetu. Kwa hiyo tumepunguza usumbufu kwa wananchi, kwa sababu huduma ambazo walikuwa wanazifuata kwenye ofisi zetu za kanda sita sasa hivi wanazipata kupitia mifumo ya kidijitali, na ni nia yetu kwamba tunaendelea kuboresha mifumo ili kuimarisha utoaji wa huduma na pia kama sehemu ya kuchochea uwajibikaji kwa taasisi ambazo tunazisimamia, tumezitaka kuingia mikataba ya huduma kwa wateja, na kwa sababu mara nyingi unaweza kukuta kwamba watoaji huduma hawatoi hizo taarifa kwa wananchi kwa wakati, tumewaelekeza kuhakikisha kwamba wanaweka kwenye website zao mikataba ya huduma kwa wateja. Kama wewe ni, m m una una ni mambo ya maji DUWASA customer service chata yao iko kwenye website yao, lakini pia iko kwenye website ya kwetu, kwenye website ya EWURA, kwa mwananchi anaweza akaangalia kuweza kujua haki zake na wajibu wake katika upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo sisi kama sehemu moja ya, ya, ya, ya taasisi za serikali na kama watumishi wa umma tunaendelea kusisitizana kuhakikisha kwamba tunatoa huduma katika viwango vya ubora vinavyokubalika ili hatimaye uh, nchi yetu mama yetu Tanzania aweze kupiga hatua za kiuchumi pamoja na kijamii, na watu wetu waweze kufurahia matunda ya serikali yao ambayo iko madarakani.